Habari ndugu zangu, na wasalimu kwa jina la mwenyezi Mungu, asante ni washukuru lahii. Naomba tupeane faida katika mti ufuatao. Wengi tumekuwa wana wanauona mara kwa mara na mazingira yetu, lakini tunakuwa hatufahamu ni mambo gani maajabu ulionayo mti huu. Kama mnavyouona ndugu zangu, ndio unaitwa mashona nguo huu hapa, wanautaja mashona nguo. Mti huu wa mashona nguo kama unavyoona cha nikata kijani kimoja, mti huu wa mashona nguo, ndugu zangu, katika imani, kama unavyoona, una mambo makubwa mengi sana katika dawa zima la mapenzi. Ukitengeneza dawa moja, inaitwa mkomola ta kumkomola mme wako bwana wako kijana wako na mwingine yoyote unatumia haya majani yake haya, haya majani yake. Kama unaona, ili ifanye kazi zaidi, ni lazima upite kama inakugusa katika nguo yako, ndipo uweze kung'oa mzizi wake pamoja na majani yake. Hivi vyote vina kazi kubwa sana, ndugu zangu. Hakika ukitengeneza hii ukisaga, ukaunguza, ikawa unga mweusi, ukachanganya katika chakula kwa manuizi kama alikuwa akupi pesa, akupi matumizi, akupi chochote kile, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu lazima akupe. Ambamba na hiyo, ukisaga mizizi yake tu pekee ukachoma yenyewe, ukiwa unamuita aje kwa ajili ya kitu fulani au kwa chochote kile, saga mizizi yake bila kuunguza, choma. Hata akiwa mbali atarudi, hata kama alikukimbia na miaka mingi, lazima atarudi. Huu ni mti wa mashona nguo. Pia katika mti huu wa mashona nguo huu una uwezo mkubwa sana wa kutibu madonda ya tumbo, ukichanganya, ukichanganya na majani ya mpapai. Na maanisha miti hii lazima uipate mashina kumi na nne na majani ya mpapai mashina kumi na nne vyote uvitwange kwa pamoja majani yake, kisha uchuje. Ukisha twanga ikiwa ujiweka maji kwenye lita tatu maji lita tatu. Baada ya hapo, chuja yale maji, huo unatumia kunywa, inshallah kwa uwezo wa Mungu, hata kama ulikuwa huli maharage dagaa na chakula, utakunywa kwa uwezo wa Mungu. Kitu cha tatu, inshallah kwa uwezo wa Mungu, tufanye kiwe cha mwisho, mwenye changamoto yote ya kuumwa na mdudu mwenye sumu aina yote iwe nyoka, utachukua, haya majani ya mashona nguo, ni majani tu haya ya mashona nguo, unachukua utayatafuna haya majani, kwa uwezo wa Mungu unaweza kutafuna au kaya ponda ponda, shida yote namna hiyo. Baada ya kayapondaponda, kisha utabandika sehemu ambayo utamchanja kama vichale viwili au vitatu, sehemu ambayo kuna jeraha alipoumwa, kisha utabandika kwa uwezo wa Mungu, kifunga. Baada ya nusu saa utaona sumu yote itakwisha inshallah. Naomba tutoshe kwa hilo. Mimi ni Chief Hamis, Hatad TV.